Habari sasa hizi, mtazamaji wa Popo TV, kwa majina anaitwa Hope, lakini anaye jina niko hapa, yeah, kwenye party, ya mwana wetu hapa mtoto wetu sijuu, yani tunakuja kuselebrate hapa bado mwanzo mwanzo, lakini but tunaona itakuwa fire, type, shit. Yes, karibu sana Mr. Tupac, najua maneno watu umeshamaliza lakini tu niseme kitu kimoja. Tupac, nikiangalia mkono ku, wa kulia hapo mezoni kimwana nini imekuaji, mtu mkubwa kama wewe kwa sababu na demo kwenye sherehe kama hii Uh, kosa kuwa na demu. Sijasema nakosa demu, ba sitadanganya kwenye kamera. Mi, ni na mke nimekuja ni na na, ni tu najua siwezi kosa. Nimeona ni ni ni nilikuwa penda nikuje na mke, ba amesema na vingine amemiss hiyo. Kwa rekodi za mitaani zinasemekana kwamba sina mchepuko kusema amsta. Ah, dangaa mchepuko, sina mchepuko kwenye hii nani ba, na siwezi simeti nije na mchepuko. Nilikuwa nataka nije na mke wangu ba, huyo ndio, na siwezi utembea na mchepuko tuseme kuja na mchepuko tu na wakati na mke nyumbani, bora si pena tena, nimwambie ni mke mke wangu basi, tusepeze tu akikataa. Lakini kusema kweli mi sina mchepuko kwenye hii nani ya sina naye, yeah. Hapa sasa, tupake kuna stori ambazo zingine zipo mitaani kwamba nyinyi na baadhi ya mademo wengine, sijui wanaitwa wabiele nani na mmoja wapo wewe za kwamba mnamiliki wanawake afu mnaita ni wa biele, ambapo wewe eh, unaweza kumtumia rafiki yako akamtumia mwingine akamtumia, imekahaje hiyo katika mita yetu hapa nyumbani? Mobiele kusema Mobiele hiyo sijaisikia sana, lakini nimeelewa swali. Ah, hiyo hiyo tuseme tumechukulia afu inakuwa ni fresh tu sana, hiyo inakuwa ni kawaida tu. Yani kwa kawaida ni tuseme naweza naweza fanya ah, huyu msichana amepita na nani amepita naye ni kweli, tuseme amepita naye, lakini tuseme wamedeti hawajadeti, amepita tu hawajadeti. Sasa na wewe utafanyaje? Tuseme utafanyaje, msichana ye akikuja e, hivi na hivi, kama kuna nani yako unapita naye tu useme nani, hawajadeti. So hiyo hiyo inakuwa ni kawaida, kushare nayo ni caring

na unajua unajua kupata demu nayo sio kila mtu mwenye anasema ah demu. Wengine wanakuwa nasikia aibu kusichana hasa, unaweza sikia msichana aibu ile kuenda ongea na msichana halafu ndio akuambie aku reject, hiyo utasikia aibu, lakini kuna wanaume wanachukulia hizo ma rejection kama kawaida tu ba, kuna wengine ukiwapa ukiwapa reject ni kama vile ah a ah, hawezi pendwa mambo yeah, kama hiyo wanajitoa toa wana, wana, sema pema ah, pema au mwingine msichana hata nikataa hivyo na hivyo sema, najua kuna wanaume wana wanajasimu hivi, nikienda niongee na msichana akinikataa, ni fresh, amenikataa amenikataa amenikataa, kwa hiyo kunikataa nj ananipa another confidence niongee na mwingine ikkazikashonge na mwingine atakaona mpata mwingine demu mkali.